Kuna pesa bilioni mia saba ambazo ni za maendeleo, lakini Kwale kaunti yote katika bajeti hiyo ya bilioni mia saba haijafikisha hata milioni mia nane Kwa kifupi, nimefanya hesabu, tunapata mgao katika hiyo maendeleo, bajeti ya maendeleo ambayo iko pale Kwale kaunti ina 0.0001%. Sijui kama tunaelewana hapo, 0.0001% katika hayo maendeleo na ni jambo la kuhuzunisha tukitambua kwamba tulikuwa tunabaguliwa kuanzia hapo mwanzo, lakini mpaka sasa tunazungumzia bajeti ya 2025, 2026 bado hatujatambulika. Ningekuwa nimeomba pengine kwa uchache tu kwamba katika zile bilioni mia saba basi zigawanywe kwa kaunti za 47 ambayo tungepata angalau bilioni 15, bado hazingetosha lakini sasa hatupati hata bilioni moja inamaanisha hayo mabilioni yote yanarudi katika zile counties ambazo wakikuwa wakiendelea. Tunajua ile iliyokuwa kitokea wakati ule ambao chama ni wa budget alikuwako, karibu pesa zote zilikuwa zinaenda maeneo ya counties zake, na nashuku kwamba labda pia chama ni wa budget aliyoko sasa, ambaye aliingia mwezi uliopita, labda naye anafuata mtindo huo, kwa sababu haiwezekani kwamba katika bilioni mia saba Kwale kaunti haifikishi bilioni moja kutoka bilioni 15 angalau kumi, angalau tano, lakini haifiki. La kuhuzunisha zaidi, na nazungumzia Wakwale, kwamba tuna miradi ambayo ilipatiwa makandarasi zamani sana na ikawa kila budget haina pesa. Ni kuhuzunisha kwamba katika bajeti hii, kwa sababu tumepatiwa milioni 800 peke yake, barabara ya Kwale Kinango bado haiko kwenye bajeti hii. Sasa tunashindwa hii bajeti, sisi tunasindikiza wenzetu ama na sisi kweli tumo? Tuna daraja la Mwachanda ambao tunajua, tuna kule Funzi, pesa ambayo imewekwa nimeona katika hii bajeti, hata ni jambo la kuaibisha, ni jambo la kuhuzunisha kwamba katika bajeti hii, katika zile pesa ambayo tumepatiwa katika bajeti ya kimataifa, tuna mradi namba 2 correctional services tumepatiwa laki moja. 100,000 ati ni mradi katika bajeti ya kitaifa. Hata kaunti haijapatiana mradi wa laki moja jameni! Hata CDF hatujapeana pesa hata tuna mradi wa laki moja hata choo hakijengwi na... lakini hapa, Mwashako, sijui kama ulikuwa umeona tumepatiwa 100000 mapendekezo ya serikali kuu na imewekwa katika bajeti ya kitaifa ya bilioni ya trillion, trillion, trillion 4.2 lakini Kwale the project wamepatiwa ni 100000 Kenya shillings. Kusema kweli ni jambo la kuhuzunisha la kusikitisha, na natumai katika yale maone ambayo tumetoa hapa kama mwenyekiti uh, wa hili jopo la bajeti ambao amekuja hapa na mwenzake wakirudi hawatutaregeshea tena mambo kama haya. Kusema kweli ni aibu. Hata mdoto mdogo siku hizi ukimpa shilingi kumi hachukui. Sasa ikiwa akaunti nzima unaipa laki moja <laughs> ifanyie nini? Kusema kweli, kwa hivyo mimi yangu ni masikitiko, lakini naimani kwamba kupitia kikao hiki, kwa sababu hawajaandika, hii si final na itakuja bungeni nitaipinga ikiwa itakuja hivi, kama itakuja vile ilivyo, kusema kweli, na nitaweza kuzungumza na wenzangu wa Wapwani kwa sababu hakuna tofauti ya Kwale by the way na Kilifi na Taita Taveta. Wacha tu niwaambie ukweli na hakika, katika mgao tukiangalia wa 700 billion, na nitangulize kwamba tutakuwa na kikao mwafaka wiki hii, akiwa Mheshimiwa Mwashako ndiye chairman wa CPG, Coast Parliamentary Group, na mimi nikiwa secretary general kwa bahati pia aliyekuwa anaongoza ili jopo Mheshimiwa Aliwario ndio organizing secretary. Tunakutana kuanzia Jumatatu na tutatoa sauti moja, kwa sababu tutakutana kaunti zote, tukiona kwamba katika kaunti zote sita hatufikishi hata bilioni thalathini. Kusema kweli hata kama itapita, kwa sababu wabunge ni wengi, lakini tutakuwa na msimamo kama wabunge wa pwani kwamba hatutasapoti bajeti hii, wakati tumekaa pale hiyo ndio msimamo ambao tumeweka nache amani wetu yuko hapa ni yuko kwa kamati ya bajeti tutatoa kauli moja itapita wacha waunge wale ambao wamepatiwa pesa lakini sisi tutasema ah, hii hatutakubali tena mm. huo ndio msimamo ambao ningetaka wanahabari waweze kwenda nao kama kama CPG na tuko 47 tutatoa kauli kwa sababu tayari tumeona vile ambavyo hii bajeti bado haitatusaidia tukiendelea mbele